Niseme wazi tu Waislamu hatusaidiane. Waislamu hatuna msaada wa sisi kwa sisi. Na ndio kitu kinachopelekea tunanyanyasika. Hatuna maneno, hatuna maamuzi, eh? Tunaweza tukashikana kwa uhaya wetu, tunaweza tukashikana kwa uzaramu, ungindo, na umakonde na ukwere wetu, lakini unapofika sasa tushikane Kiislamu hatushikani tena. Mi nashangaa mpaka leo, umeona umma huu uliokuwepo hapo umma mkubwa sana, ukizingatia na alivyoanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tu tuliokokwa mtume ameanza katika nyumba ya Darul Arkam Ibnul Arkam, na watu wangapi? Watu wa arobaini. Baadaye wakaongezeka wakawa 60, walivyokamilika sitini ndio ikaja amri sasa, tokeni nje nyie wengi, 60 tu watu wangapi? Sitini, sitini. Wakaongezeka wakawa sabini na moja mpaka imekuja amri ya kuhama ya mwanzo kwenda Habasha, watu walikuwa ni hao 71 tu, lakini watu wale ndio sababu ya wingi wetu mpaka leo. Sawa, rudi katika vitabu vya tarehe. Sisi hapa tuko 40 ngapi

anasema mfano wa waumini wa kweli katika kupendana kwao, fi tawadihim katika kupendana kwao wa mawadda watarahumihim, na katika kuhurumiana kwao wa wataatufihim, na katika kusikitikiana kwao, kama thalil jasadil wahid, ni kama kiwiliwili kimoja kama kiwiliwili kimoja, idha shtaka minhu udhu tadaa sairu jasad bil huma wasahada, kinapopata athari kiungo kimoja katika mwili basi mwili wote unashirikiana na kiungo kile katika vitu vingi ikiwemo homa kali na kukosa usingizi usiku. Utashangaa unaumwa kucha Eh, lakini usiku ulali na ukipata homa mak. Leo udugu huo, niseme wazi nao, na tunao, na ndio maana hapa, anaweza tukataka mtu mmoja katika sisi tu asaidiwe, hatuwezi. Wamechukua desturi hiyo na maelezo hayo wenzetu wasiokuwa Waislamu, mambo yao yanakwenda. Sisi sijui nani tumemkabidhi atufanyie mambo yetu na sana sana katika mtu kutoa muda wake, kutoa elimu yake, kutoa pesa na mali yake ni kitu kigumu sana. Kila mmoja katika sisi anataka apewe yeye, kila mmoja katika sisi anataka ahurumiwe yeye, kila mmoja katika sisi anataka asikitikiwe yeye lakini wote kwa pamoja sisi tushirikiane kwa ajili ya kimoja mwenzetu, niwaambie ukweli, hiyo ndio sababu ya sisi kurudi nyuma. Innamal mu'minuna ikhwa, Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waamini wa imani ya Kiislamu ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja. Sisi ile kitu hatuna, na ukitaka kuhakikisha hili mimi niko hapa msikitini muda mrefu sana, na moja katika faida za kwa msikitini kujua shida na matatizo na haja za watu. Hazipiti swala tano unazoswalisha kuanzia alfajiri mpaka isha usipokee mtu mwenye matatizo, haijatokea t haijatokea. Sasa unapokuja na matatizo yale mbele za waumini juu ya yule mtu, utaangalia kinachotokea ayupo anaosaidia watu wote wanakuona jambo hilo lako wewe imamu. Jamani, huo sio mwendo mzuri, huo sio mwendo mzuri. Wenzetu maswahaba walikuwa wakisaidiana mpaka kwenye ibada. Chukua mfano, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia wa msikitini kwa wakati, ikakimiwa swala akaswali wote kwa jamaa, lakini akatokea mtu mmoja tu katika wale amechelewa. Jamaa akaja watu washatoa wa salamu, akawa anaswali peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza, nani atakayempa sadaka yule ya kuswali yeah? waliwote waliswali naye wote, kitu kidogo tu hivi. Ushamuhurumia mwenzio aliyeingia msikitini akachelewa, ukaunganisha nyuma ukaswali naye, wewe ushaswali, ushafanya, ushaswali kama hivi, tumeswalinasiu, kisha amekuja mwenzetu kama vile anaswali kachelewa, ukasema yule haitakiwi aswali ya peke yake, ngoja niunganishe uswali sunna, lakini apate jamaa. Ushamuongezea jamaa mwenzio, ajabadi tangu uzaliwe Amen. Labda unamuongezea ikiwa na wewe umechelewa kama yeye, lakini kama wewe umewahi mwezio ukachelewa, hujawahi kufanya utafungulia, na huenda kitu hicho akijulikana siku hizi kuna design tu ya kumwekea musalla tu. Kama wewe kachelewa, unatafuta kitu namuekea mbele watu wasipite. hiyo naiona mnafanya, Mungu amejalia mmepata, lakini kupiga sunna naye eh? Yee anaswali faradhi ona swali, swali sunna ipo shabani, shabani? Eh, nakupenda unasema ukweli. Nani usaikufanya kumsikitikia huyu kakosa fadhila kwa sababu Swala ya jamaa ni zaidi ya swala ya mtu mmoja, kwa zaidi ya daraja ngapi? Ishirini na saba. Sasa huyu ana moja tu, huyu maskini leo siku yake. Haya, ah ya, visabu zake vichache. Ngoja na mimi ni huyu nyuma usali kadha wa kadha, unamuongezea jamaa yule. Ushafanya, wenzetu walifanya kwa huruma, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim atufihim kama thali aljasadil yes, wahid. Sasa ikiwa wao wanafikiria vile katika mambo ya swala, je, katika mambo ya kiuchumi walikuwaje? Walikuwa mbali zaidi katika kuokoana, kuwa, walikuwa mbali zaidi. Kumbuka kile kisa cha wale siku moja wanavuka upande wa pili kwa ajili ya jihadi fi sabili la, wanatoka ng'ambo kwenda ng'ambo, katikati unapita mto mwenye mkondo mkali sana Allahu akbar eh? Amerika kawambia vukeni mwende kule, walipopiga mbizi kwenda upande wa pili, mmoja begi lake alioweka vitu vyake likachukuliwa na maji lika, likakumbwa, alisema al ina, al alinaa, hey, jamani, mizigo yangu vyombo vyangu vinakwenda na maji. Wote wakaacha ku, ku, kuogelea kufuka upande wa pili wakazama kumsaidia apate mizigo yake. Huko baadaye mmoja kule pembeni akaibuka, hii hapa hii hapa mizigo yako. Wote wakisema alhamdulillah, haya tuendeleeni. Umeelewa? maadui wako upande wa pili wanaliona lile. Akawauliza masahabu wale askari wake, fakaifa idha katalna minhum nafsan wahida vipi tutakapothubutu kumuua mmoja tu katika wale ikiwa mizigo ndio vile? Je, tutapogeuka kumuua mmoja jamani? Hawa watu wanakuja sio wazuri, tukimbieni. Maadui wakakimbia. Lakini sisi hatuwezi si, kufikia hapo. Unapatwa matatizo pale na waislamu wenzio wako pale eh? Wanajipitia, wanaenda na mambo yao, wana siku moja Sheikh Jafar huyo alikabwa hapo nyuma, anakuja kuswalisha alfajiri hapo nyuma. Kulikuwa na mtoto mmoja anapiga kabali za ajabu mara nyingi, nahadithia bali zake. Wiki hiyo alicharuka, alianza kumkaba marehemu Sadamu. Marehemu tulikuwa tunasoma naye hapo na sana, alikula kabali kama siku tatu, aka akakabwa Jafari hata siku moja mie alinikosa kosa. Nimepaki gari hapa na kaa hapo nyuma alikuwa mtamburati. Ah, nakata kona usiku kama saa nane natoka maulidini. Uso kwa macho kama na kamera hivi kona, ehe, leo zamu yangu nikamwita jinake ya "Ah, mudi <laughs> sazwaridi mwanangu, usiku unatoka <laughs> wapi <laughs> nikamwambia, toka maulidini mwanangu nikapishana naye kwa ubavu ubavu, nilikuwa ni ni na buku nikampa, niache ni Jafari yakuwa na mipango hiyo ya kumwita, kapishana naye Allahu Akbar, ali- alivuliwa mpaka kanzu, akacwa na tsheti ndani na suruali, alikaangua watu. Hawa wanakuja kuswali, wanampita pale pale. Imam kakabwa, wanasema mtu kalewa. Kumbe imamu anakuja huku imamu, kumbe kakabwa, kazimia. Hapa tuacheni mambo. Na siku hizi imeingia jambo la kupiga picha. Mtu anazama, watu wote jamani, huku mtu anazama anazama kweli kweli, au gari inawaka hatari, gari inawaka hapa eh, huko mlo kwa nyumbani kama kuna ndugu zenu wamesafiri, gari namba kadha kadha inaungua huku ah. watu wanateketea watu Ah, nimeamua niseme kidogo eh? Mungu anasema, hakika nimekuwa kwa nyinyi kwa huyu mtume wa Mwenyezi Mungu kiigizo chema. Mtume alikuwa na desturi gani eh? Harisun alaykum bil mu'minina rauf. Harisun. Mtume alikuwa anapupa salamasisi mafanikio yetu, kuokoka kwetu, kuendelea kwetu. Bil mu'minina kwa waumini alikuwa rauf, mpole, rahim, mwenye huruma. Yani kizanga chochote kilichowahi kutokea Madina, eh, wa kwanza kufika alikuwa Mtume Muhammad. Siku moja alisikia sauti usiku Madina, mshindo mkubwa, masahaba wakatoka wote wanakwenda kule kwenye kile, wanafika wanamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi, anawaambia nendeni mkalale, hakuna kitu, mimi nishafika na nishatizama, mambo poa. Kiongozi wao wanafika Mtume anafaje, anambia basi basi basi, ah, amna kitu nishanusuriwa, mimi natoka huko huko, nimeona mambo safi. Mimi nawe hatuna kusikia t unasikilizia kwanza. Alafu kesho kwa ndo wakaanza kuhadithia bwana jana hey, ulikwenda, ulitoka eh? Tuhurumiane, tupendane, tusaidiane, tujaliane, turudi katika nafasi yetu, nayo ni nini? Muhammadun Rasulullah waladhina maahu shidau

Sio. Huu ndio wakati wenu. We have to support her. Huu, yes, ni wakati wenu. Muombeni Mungu. Dua sana siwe usiku mwana mama huyu. Umeelewa? Oye oye ni Muislamu mwenzenu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah. Sawa, msemeni, jitoweni. Unaangalia ismul Islam, ismul Islam. Ukikosa hilo basi, sidhani akija mtu mwingine wataangalia yao tu, ndio ilivyo. Nasema wazi na wala sio kujipendekeza kwa ajili ya Uislamu. Inama almu'minuna nani kesaa, maneno haya. Ukiacha hayo, anasema mwenye kusema, nafasi yenu itakuwa hiyo, wayukudal amru inda ghiyabi taimin wala yustasharuna wa hum shuhudun. Kulikuwa na kabila linaitwa Banu Taimi. Banu Taimi. Banu? Banu Taimi. Banu Taimi ni moja katika makabila ya Kiarabu wakati ule, lilikuwa mnyonge, halina nguvu. Makabila mengine yalishikana yakawa kitu kimoja, watu wakatetea koo zao, linapotokea jambo la kiwao wanasimama mpaka lisimame, lakini Banu Taimi walikuwa wanyonge ndio huyu akatia katika methali za Kiarabu. Tunasoma, tunaposoma eh, eh, kanuni na kaida za Kiarabu tunakutana na ubeti huo wa yuqdha al-amru inda ghiabi taimin. Mambo ma huwa yanamalizwa, mambo huwa yanamalizwa. Ma yana inda ghiabi taimin, ikiwa bali Banu Taim hawapo. Yani, huku Banu Taim ikiwa hawapo, watu hata hawafikii kuwauliza wako wapi wale wanapotaka kuhukumu mambo na kupanga mambo ya maisha, watu wanunueje, wauze vipi eh? Utaratibu gani wa kusomesha, malezi, miun, mi, miundombinu, mipango miji, mambo haya ya kupanga panga maisha na maendeleo, walikuwa hawaulizi wali bana time aka, wanakaa tu watu wenye nguvu wanajipangia Banu Taimu akija na kuwa na mipango ile, anasema wala yustasharuna wahumshuhudu na pia walikuwa hawapati nafasi, hata kama watahudhuria vikao vya upangaji wa mambo. Wanapanga ndoa eh, wanapanga mirathi, wanapanga kanuni za biashara na utaratibu wa maisha, na Banu Taimu wako hapo hapo, hawaulizwi bwana, e hey, tunapanga habari ya biashara, tunataka kufanya majani ya chai bei kiasi kadhaa nyinyi Bantm mnasemaje? Tupeni ushauri wenu, hawaambiwi nafasi hiyo, wala walaitasaruma. Na sisi ndio tunafikia hivyo hivyo. Sawa, ukipata nafasi nzuri kabisa, mkumbuke ndugu yako, innamal muminuna ikhwa. Sawa, so, una duka lako, innamal muminuna usiwatenge wengine, lakini wasaidii hawa sawa. So, umenunua hata daladala dala. Innamal mu'minuna ikhwatun, una elimu, sisi wengine hatuna. Wewe ni mwasibu mzuri basi, sio lazima uajiriwe. Unaweza kuajiriwa kule, lakini unatoa nafasi japo jioni moja ndani ya wiki kusomesha watoto wa Kiislamu wasio na uwezo wapate weledi. Innamal mu'minuna mbona, mseme innamal mu'minuna ikhwatun, sawa jamani.

mursalina jitolee nafsi yako wa anta dhaninu biha, ili hali wewe unaitaka ile nafsi yako. Yani toa sadaka umri wako, sio kila kitu lazima ulipwe duniani. Nenda kalipwe wapi? Akhira. Kuna mambo mengine yale yaani, kwamba mimi sasa hivi wakati wangu huu hivi watoto hapa mtaani ukaa, mimi maseremala wangapi? Au nikomie peke yangu tu unamfuata baba yake mtu fulani, huyu huyu huyu, unawapata watoto 20 30 unawafundisha selmala ufundi stadi ule uliokuwa nao. Jud binafsika wanta waljudu binafsi aqsa ghayatul jud, kujitolea nafsi ndio komo wa kujitolea eh. na Mwenyezi Mungu amemsifu mtume alikuwa hivyo, wama huwa alal ghaibi bidhanin, wama huwa alal ghaibi bidhanin Yani, mtume hakuwa mchoyo hakuwa mbahili, sallallahu alaihi wasallam. Katika mambo aliyokuwa nayo, aliwafundisha watu, aliwaelekeza, alijitolea katika nafsi yake. Jitowe kwa ajili ya dini yako, umeeleka vizuri? Huo ndio uzalendo.